Guys, guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii kama ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii, hakikisha unagusa alama ya kusubscribe kutoka kwenye akaunti rasmi za mitandao ya kijamii ya bodi ya mikopo, almaarufu kama HESLB Tanzania. Lipo tangazo kuenda kwa ombaji mikopo mwaka 2025 2026. Tangazo hilo linasema kama ifuatavyo: tunapenda kuwafahamisha wanafunzi walioomba mkopo kwa mwaka 2025 2026 kuwa tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha uchambuzi na uhakiki wa maombi kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Pamoja na taarifa hii, baada baadhi ya waombaji tayari wamejulishwa kuhusu kufanya masahihisho katika maombi yao kwa kuweka nyaraka sahihi au kurekebisha taarifa zao. Kupitia tangazo hili, tunawajulisha kuwa mwisho wa masahihisho hayo ni tarehe 12 mwezi wa 10 2025. Hivyo, wanafunzi walioomba mikopo mwaka huu wanashauriwa kutembelea akaunti zao za sipa ili kuona iwapo wanahitajika kufanya marekebisho. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi mtendaji, Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu, Oktoba 7, 2025. kwa mwongozo wa tangazo hili ni kwamba huenda baada yapokea e, masaisho haya na kuyafanyia kazi kuanzia tarehe 13, basi batch namba moja ya majina ya orodha atakokuwa wamepangiwa mikopo katika batch hiyo yataanza kutangazwa rasmi kupitia akaunti ya kila mmoja ya aliyotumia kuombea mkopo almaarufu kama sipa. Muhimu zaidi, endelea kubaki nami kwa kuendelea kugusa alama ya kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kila wakati ili jua kama nawe utakuwa ni miongoni mwa watakaobahatika kupata mikopo ya mwaka huu katika bachi namba moja, namba mbili, namba tatu ama bachi zinazoendelea. Asante, karibu tena.